imani baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, rehma na amani zimwendee kiongozi wetu wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasalama, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake na waislamu watakaofuata mwenendo wake mpaka siku ya mwisho. Tunamwomba Allah atujalie miongoni mwa hao Allahumma amin. Ndugu zangu bila kuchelewa tuko kwenye mwezi mtukufu wa Shawwal. Ni mwezi ambao au ni mwezi ambao unagofa ndani yake. Baada ya Ramadhani panafuatia Shawwal. Mtume alisema, atakayefunga Ramadhani, man swama Ramadhani, atakayefunga mwezi Ramadhan, wa Ramadhani ameanza na Ramadhani kwa kuwa kisha akafatisha na sita, mtume anasema mfano mtu kama huyu ni kama amefunga mwaka mzima. Hizi zote ni ofa tunapewa na Allah subhanahu wa ta'ala, bonasi. Unafunga siku sita peke yake Allah anakupa thawabu kama umefunga mwaka mzima. Mwenyezi Mungu kwa kweli hapendi watu waende motoni, lakini sisi wenyewe tunalazimisha. Mwanadamu anakuaka idunia na kuelekea makaburini nini ambayo nakkuta. Kwa nini nimeweka sentensi hapa hii? Nimeweka kwa kuwa mwanadamu, nazoambia funga, akafunga, lakini anauleoga swali akasalemakotaka yeye akaishi. Kwa hiyo atakumwambia ibada usifanye, anafanya lakini kama mtu atakuwa makini na hapa atakuwa na kinshi katika maisha yake, anakumbuka na kuna siku haya. Akanikuta mwanadamu anakuwa makini, anama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Je, nyinyi binadamu hivi mna hesabu ya kwamba sisi tumekuumbeni bila ya malengo? Tumekumba bure bure tu, umejikuta ni mwanadamu huko duniani, yani, unafikiria ya kwamba umeacha kufanya mambo yake kama unavyotaka wewe. Na hawafuatilii katika yote unayofanya, ndio Mwenyezi Mungu anasema afa hasibtum, mna hesabu ya kwamba ili binadamu anna khalaqnakum abathan, je tumekumbeni hivi atufuatilii katika mambo yote wa annakum ilaina la turjaun na hakika na, kwa kwa ha, ya kwamba kwetu hamtorejea. Maanake baada ya kufanya unayotaka wewe, yote unayoyafanya, uliokatazwa kufanya, ukasema, mimi nafanya haya. Ni tunaongea hapa ni kwenye kitabu tunasoma, na ni masikio yako yanasikia. Ni utofauti mkubwa sana, na kudiriki hali hiki kwetu mwenyewe unadiriki. Sasa hali hii ndio wamesha kufunga funga kwenye sanda, wanasema sema sema, pale kukuzika wanafukia lakini anasema wattaqu yawma turja'una fi ila Allah, ogopa sikuna rejea kwake. Kwa nini wa uogope? haya yote ambayo unayafanya wewe, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, unakwenda kulipwa hayo unayofanya. Na wengine wanatoka hapo, wamesha kwa miaka mingi sana wamefanya mabaya. Mtu anazini mpaka anazika, mtu anaiba na mpaka anapigwa masasi katika wizi, mtu anatuza unga mpaka anakufa. Ndio maana Allah anasema hogoba siku unarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, aya moja tu ya mwisho ya kuonyesha kwamba siku hiyo ni mzito sana, Allah anasema kwenye sura Al-Ma'arij, yawma yakhrujuna minal-ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Anasema siku watatoka sasa kwenye makaburi yao mbio, ambayo watakimbia, ndugu zangu, ni kama mbio ambayo watu wa kwenye mashindano ila nusbin yufidun. Mbio ya mashindano naijua, ndugu zangu, ni pale wenekufa, mashindano ya mbio huwa wanaweka mstari kule kwa mbele, mstari wa yenu nyie, mnajiandaa mmepiga goti, mtoke hapa mnakimbia, atakayefika pale kwenye kwenye mstari ule ndo wa kwanza. Sasa hesabia ile spidi watu wanatoka nayo pale. ala anasema sura katika aya ya kufuatia ya mwisho, suratul Maarij ndo mbio mtu anatoka nayo kaburini, anakimbia sasa mtu aakee dunia, kweli unaridhika na kufanya maasi maasu wewe Mwenyezi Mungu. Hizi habari zote unatajua, ungali hayo ili upate kujipanga mbika nini ni akushtuka. Mtu anafufuliwa kwa kupigwa parapanda, imemshtua anafika kwenye ardhi ambayo ni ya shamba ya chuma. Kwa hiyo akifika pale, akili yake inakumbuka kila kitu alichokifanya duniani, anakumbuka vizuri watu wale wadhulumu wanawaona wote pale, watu wale watukana wote wako pale, wazazi wako wake, ambao wengi wao wamezini wakaleta watoto katika ndoa, watoto wa nje ya ndoa. Mtu kwenye ndoa anazini anamleta mtoto wa nje ya ndoa, hasemi kwamba amezini, siri yake atia ndoa. Mabaki ya mwanamke kwenye ndoa anazini, anakaa kimya, hiyo kwenye kwa mume wake anakaa kimya, kisha ule mtoto anakuja kulisi pale kwenye

Inna zalzalata saati shay'un azim, ni adhabu nzito sana ya Mwenyezi Mungu. Ramadhani imeshaondoka, ubaki kwenye mstari. Yule ambaye anapenda zina, ataiachishwa na kifo. Kama ataiachishwa na mali, ungependa pombe, unaiachishwa na kifo. Na sala ya jeneza iko kusaidia, dua iko kusaidia, lazima atakwenda kulipwa yale uliyofanya katika kaburi yako. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna alan nabiy, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima